Okay so hii hapa ni the Page, tunapiga story na story zetu zinakuwa story za mtaani okay. Ilikuwaje pale kwenye milioni mia tano, yaani uliwaza nini mpaka ukasema hey? Milioni mia tano um, unajua uh, niliposema mimi na mahari yangu ni milioni mia tano, watu wengi sana were surprised kwamba Hulda, hey, yu, yuko sawa kweli hey? Kwa sababu unajua watu wengi wanajua Watanzania. mm -hmm. Wana, kwa, kwa uh, dini yetu ya Kiislamu mm -hmm. wanasema ni safi Mm. Lakini niliposema milioni 500 nilimaanisha value ya mwanamke. Mm -hmm. Mwanamke kujivalue, hata ukiwa ukiwa ukiolewa, ukiwa na mwanaume atakuvalue. Mm -hmm. Lakini kama wewe mwenyewe ukijishusha thamani mm -hmm. Ndio ile mnaolewa wake wanne wake wengi unaolewa na acha kesho, kwa sababu umejian value. You know? Kwa mimi niliposema thamani yangu ni milioni 500 nilimaanisha value yangu mimi ni ya thamani sana. Si kuangalia kwamba pesa au unajiuza au una nini as wengi wanavyotafsiri hapana. Mm -hmm. Mimi nilimaanisha thamani yangu ni kubwa kwa hata mtu atakayefikiria kunioa basi afikirie thamani yangu ni ya kipekee. Yes, si thamani ya kawaida ya kuolewa leo na kuacha kesho kwa mtu. Lazima anitafakari, hajipange, ndio aweze kunitafuta, na akija ataniheshimu na kunivali. unapenda kumfanyia nini mpenzi wako? Yani vitu ambavyo unajua hivi, nikimfanyia baby wangu ana anaenjoy, yani anafurahia Uh, kwanza ya heshima, wanaume wengi wanapenda kuheshimiwa. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi nikiwa na mpenzi wangu obvious, cha kwanza kabisa nitamwonyesha heshima ambayo yeye anayoipa na anayoitaka mm -hmm. yeah. kwa mwanamke. Cha pili nitamwonyesha mapenzi, kumdekeza. Wanapenda kudekezwa, kwa hiyo obvious nitamdekeza, ili azidi kuona utofauti wangu mimi na watu wengine. Cha tatu wanaume wana wanapendwa uh, let's say, kulelewa kama watoto. Kwa apart from kudekezwa nitamlea kama mtoto kama mtoto mchanga. Kuna, kuna makabila mengine wanaume, yani anaona kama ukimdekeza huyu bora aniletea mambo mimi, siaelewi no. <laughs> <laughs> wanaume waongei, lakini kuna vitu ukikaa naye unajua kabisa, nikimfanyia hiki, matendo yanatoa majibu sahihi kabisa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanaume wakikaa wenyewe wanaviongeaga wanakuwa na proud kila mtu na mtu wake, kwamba hey, mke wangu amenifanya kitu fulani. Unajua, unajifanya mm -hmm. kama staki, lakini ni kitu ambacho kina run kwenye akili yangu na nakifikiria sana, lakini mke unakuwa hujui mm -hmm. kama kuna kitu likifanyaga mke wako akifurahia, so kuna vitu mimi kama pia u ni mwana saikolojia pia okay. Kwa yes kwa kuna vitu huwa nafanya research vya wanandoa ambao wana wanaume ambao nikikaa nao sometimes, baada ya kunywa drinks fulani, unaongeana, unapendaga nini? unafanya nini? kwa hiyo wanavyoongea pia vinanijenga, wanaume wengi wanavyoviongea ndivyo vilivyo actually mm -hmm. <laughs> <laughs> Chukua point hiyo, ukikuta wanaume wanapigapiga story fulani sana, yeah, beba point hiyo, tembea nayo. Ungependa <laughs> yes. kuwa na watoto wangapi? Watatu. kwa nini watatu? kwa sababu nani, Nani ya, ya, ya milioni mia tano <laughs> watoto watatu. Unajua, kwenye maisha sasa hivi ni maisha ambayo yameadvance sana katika mm-hmm. upande wa elimu elimu ipate mtoto umpe elimu nzuri, mi manake t u una, una balance nzuri, umeji invest. Kwa hiyo watoto wanatakiwa wapewe mapenzi, watoto wanatakiwa wapeleke uh, shule nzuri wasome, ili upeo wao uwe mkubwa. Kwa hiyo lazima watoto watatu nitawaweza kuwapa kwa mapenzi muda wangu pamoja, nitaweza kuwapa na elimu nzuri ambayo baadaye, nikiwa sipo, wataweza kurani maisha yao hata without mimi uh, mimi kuwepo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nataka watoto hao ambao nita manage. Katika celebrities wetu tulioko nao ubongo hmm. Ni yupi ambaye unamwelewa at least? Bongo, <laughs> Bongo, bongo tu. Yaani hapa hapa eti tunachezea <laughs> papa, nyumbani hata sio jirani. Yeah. Papa. Celebrity ambayo inamuelewa. Mhm. Mm oh, celebrity waniisasam juu music, iwe ni, ni movie, iwe de... ni music. Oh. Unajua. Kwa pande zote celebrity si waelewi wote. Kwa sababu ya maisha. Celebrities wengi wa Bongo wanaishi fake life. Kwa sielewi. Celebrity gani niweza kupenda lifestyle yake, yani sielewi chochote. Kwa hiyo lada <laughs> mimi mwenyewe ambaye najielewa, lakini yes, out of me, hapana. Ungekuwa ni tunda, labda ungependa kwa tunda gani? Tunda <laughs> <laughs> ambayo, yeah, oh, yeah. Ingekuwa mimi napenda ni ge, mbolo, e ni apple halipatikani kirahisi, mpaka ule apple. Maanake ni mtu ambaye waina fulani tofauti. Apple ni kitu special, kwa hiyo mtu ukimuona anakula apple, hata akili yake maisha yake yako different kabisa mtu wa kawaida hizo. mm -hmm. kula apple never tunamaya tuanze kuangaliana barabarani kwa kwenye mafaleni <laughs> uwe ya kula apple, uwe anakuwa ni special yeah. uwe ya kwa <laughs> <laughs> <laughs> Okay, asante sana Aggy. Hii hapa ilikuwa ni The Page. Mimi naitwa Tiere. The page information is live.